Na unajua damu ni nzito, damu haimwagiki kama maji, vinatoka taratibu, inatoka taratibu. Amechomwa mkuki, amesulubiwa Yesu, damu zinaanza kuvuja, maji yanaanza kutoka. Maandiko yasema ilipofika kwenye ardhi, pakawa na giza, dunia yote, dunia yote ikawa na giza, ulimwengu mzima ukaingia giza. Maanake kwamba kuna kitu ambacho kinaanza kubadilika kuna kitu ambacho kinaanza kutokea, sababu ile giza lilikaa kwa miaka kwa, kwa masaa kama matatu hivi, namba ya ukamilifu wa Mungu. Bwana, unajua eh? Saa sita mpaka saa tisa palikuwa na giza dunia yote, na maandiko yanatuambia katika Wakolosai moja kumi na tatu ya kwamba alituhamisha naye, alituhamisha alituokoa, kwanza akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. ka zile giza limetokea ulimwengu mzima, Yesu alikuwa anafanya mchakato wa kutuhamisha, mchakato wa kutuhamisha kutoka katika ufalme wa giza kuingia katika ufalme wa nuru, ufalme wa mwana wa pendo lake, ufalme wa Mungu aliye hai. Akatutoa katika ufalme wa giza, sisi ambao tulikuwa hatutamaniki, sisi tulikuwa waovu, sisi tulikuwa wa dhambi, akatuhamisha, tukapita kutoka katika giza akawa ametuhamisha kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana mpendwa wake. Haikuishia hivyo tu. Maandiko yanatuambia tena ya kwamba damu ya Yesu ilipofika kwenye udongo, ilipofika kwenye ardhi, maandiko yanasema kwamba pakawa na tetemeko kuu la nchi, ikatokea tetemeko kuu la nchi, ikatokea tetemeko kuu, tetemeko kuu, tetemeko makaburi yakafunuka, watu waliokuwa ya wamekufa wa wakafufuka. Ona mambo yalipotokea baada ya damu ya Yesu kufika kwenye udongo. Hiyo ni damu yenye nguvu. Hiyo ni damu yenye nguvu, nasema. Nasema, hiyo ni damu ya Yesu yenye nguvu. Ndio hiyo hiyo ambao kwa damu hiyo ya Yesu wagonjwa wanainuka tena. Ndio hiyo hiyo ambao kwa damu hiyo ya Yesu waliokuwa wamefungwa na adui wanafunguliwa tena ndio hiyo ya damu hiyo ya Yesu ndio ambayo ametupa damu ya Yesu ndio ambayo ametupa ile ambayo ilifukua makaburi ile ambayo ilitetemesha dunia nzima hiyo hiyo damu ya Yesu Kristo bado ipo kwa ajili yako nasema damu ya Yesu bado ipo kwa ajili yako damu ya Yesu bado ipo kwa ajili ya afya yako damu ya Yesu bado ipo kwa ajili ya watoto wako damu ya Yesu bado ipo kwa ajili ya maisha yako mtu asikwambie kwamba utakufa kesho kwa ugonjwa Watakomwambia kwamba sitakufa bali nitaishi, nami nitasumulia matendo makuu ya Mungu. Mtu akikutishia kumbuka, tunayo damu ya Yesu. Ndugu zangu, tumwaletea habari njema za Yesu, tumwaletea injili, maana habari njema za Yesu, mambo mema ambayo Yesu alikuwa anayafanya kipindi yuko hapa duniani, mambo mema ambayo Mungu anaendelea kuyafanya hata katika zama hizi, ndio injili ambayo tunawaambia, ndio injili ambayo tumwaletea, ya kwamba yuko Mungu ambaye ana uwezo wa kuinua watu. Nasema yuko Mungu ambaye ana uwezo wa kuinua watu, yuko Mungu ambaye watu anakumbuka watu. Unaweza kuwa umesahaulika. Mifumo ya kidunia inaweza kuwa imekusahau. Unaenda serikalini, umesoma na kusoma lakini bado pati kazi. Unajaribu hiki na hiki bado mambo hayaendi. Unaona kama kila mtu amekusahau, kama vile ndugu zako amekusahau, marafiki zako amekusahau, au ni mtu akudhalaulika. Unaona kuna sehemu ambayo hauendi unaona kuna hatua ambayo hauwezi kupiga. Tunakwambia kwamba yupo Yesu ambaye anahuluma sana yeye, yeah. Anahuluma sana mboni, mwake amejaa huluma sana, yeah. Kila mara Yesu alipokuwa anakutana na watu wana shida, Maandiko atawambia kwamba alipowaona watu wana njaa aliwahulumia, yeah. Alipoona watu ni wagonjwa aliwahulumia, yeah. Alipoona watu ni viwete aliwahulumia, yeah. Na hata chieni ya leo nasema kwamba Yesu anakuulumia uishya na akikutazama katika mikono yake. Maandiko anasema amekuchora katika vijanja vya mikono yake. Amekuchora. Kila mmoja amechora kwenye mikono ya Mungu wewe, u unaweza kutazama kiganja cha mikono yako, Yesu ndipo ambapo anakutazama. Anauona kijana wangu anamuona binti yangu huyo hapa anamuona mama huyo hapa anamuona baba huyo hapa anamuona mtoto huyo hapa Yesu anakutazama na anakuhurumia sana na anakupenda nasema Yesu anakutazama na anakuhurumia sana na anakupenda usiogope usiogope ulimwenguni tunayo dhiki mambo mabaya mambo magumu yatazidi kutokea kila siku taarifa mbaya utazidi kuzipokea kila siku, mambo ya kuumiza moyo utazidi kuyapokea kila siku, lakini Yesu bado anakupenda, Yesu bado anakujali. Utazame tu huyu Yesu na utapata kuishi, watu. Yeah, Simama mahali ulipo kila mmoja. Natamani, okay. Nioshe mikono yako juu. Yeah.